Poa mambo vipi? Naitwa Naitwa Lemson Yusuf Kibwana Dodoma, niko mjini. Injinia wa barabara, wa barabara kama kina Hersy, eh. Yeah. Neli Smith tunakaa naye meza moja. Wewe na Hersy? Tunakaa meza naye moja. Si wote maengineer. maengineer. wote. Na mkikaa huwa mnajadili mna vitu gani gani misamiati mnatumia? Hai, maenjiniapale tunatumia misamiati ya hesabu nini, ah, na vitu vingine za timu ile ni official uh, official. Leo official. uh, fi official. uh, official. uh. leo mm. Hataki ah, mengi. Sisi ni mbili tu zinatosha, hatutaki eh. ah. kujitesa, ataki kujitesa. Eh. na kazi nyingi sana hapa eh. Ah, watu wenzetu ambao tutakuwa nao wachezaji e, kama kawaida mpanzo yupo wa, wa, wazi e, e, kibudi kibu mkandaji e, naye inshallah Mwenyezi Mungu tena bado atampa upako leo. Hebu siko vizuri, ngoja kwanza nifikirie kwa sababu nimekuja nime azarula, alafu na simu inaita ya nani? Ameshindwa kutaja wachezaji 11 wa kikosi cha Simba ambacho ye anaamini kingefanya mchezo. Anasema simu inaita, na anaongea, anaongea na simu kama ambavyo unamshuhudia hivyo.